nakumbuka bwana, usajili wa Fabrice Luamba Ngoma ulikuwa na sinema nyingi sana miaka mitatu iliyopita, watu wakadai kwamba Fabrice Luamba Ngoma ameporwa, au sio bwana, kunako uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere International Airport. So far so good, kulikuwa kuna story nyingi sana. Fabrice Luamba Ngoma alipotua tu Simba, kulikuwepo na Up and down, lakini mwisho wa siku alionyesha kwaliti yake kubwa sana na kuisaidia klabu ya Simba kucheza hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa kile kilichodaiwa kudai kudaiwa kudaiwa kwa maslahi kwamba Fabrice Ngoma huenda akawa kama anachochea migogoro ama migomo ndani ya klabu ya Simba, ndo klabu ya Simba iliamua kuachana rasmi mwishoni mwa msimu wa 24 25, au sio bwana? Eh, Fabrice Luamba Ngoma alienda kutafuta uraji nje ya klabu ya Simba, huku Simba ikimsajili ikim kiungo msenegali Alasane Kante. Baadhi ya wadau wanadai kwamba kweli Kante ana kiwango, lakini partner Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma ilikuwa kubwa sana. Sasa bwana mwamba tangu ameondoka kunako klabu ya Simba, mambo yake unaweza kusema kama yamezidi kumnyokea Fabrice Luamba Ngoma, ambaye kwa sasa anakipiga kunako klabu za Uarabuni. Inadaiwa kwamba huenda akafanya majaribio kunako klabu ya FC Porto ambayo inanolewa na kocha mwenye viwango vikubwa sana Jose Mourinho. Picha ambayo imetrend kunako mtandaoni baada ya kupostiwa na Fabrice Luamba Ngoma, akiwa pembeni amekaa na Jose Mourinho, au sio bwana? Ilizua shauku kubwa sana kwa mashabiki wa Simba, wengine wakidai kwamba kwa nini Ngoma alikuwa ameachwa. Lakini zilizotufikia ilikuwa ni wazi kabisa, kabla ya mechi ya mwisho ya Simba na Yanga ambayo iliamua nani awe bingwa, ambayo mechi iliisha kwa Simba kupigwa bao moja kwa bila, au sio bwana eh, walidai kwamba Fabrice Ngoma, huko nyuma kulikuwa kuna bonus wachezaji wa Simba walikuwa wameahidiwa lakini hazikuweza kutimizwa, na kama unavyofahamu wachezaji wa Kikongo wanapenda sana pesa nyingi, so kama kulikuwa kuna migomo Fabrice Ngoma alianzisha. Lakini sababu ya kuachana na klabu ya Simba haikuwa kiwango, kwa ni kocha David Feds alikuwa anamhusudu sana Fabrice Luamba Ngoma, na ile partner yake Yusuf Kagoma ililipa mno, na baadhi ya wadau wakawa na comment pale kwa Luamba Ngoma kwamba tangu muondoka Simba, acha je ncheza wa kiwango chake kime kwa maana kwamba walikuwa na mkabia vizuri sana chini, so far so good. Fabrice Luamba Ngoma huenda akafanya majaribio kunako club FC Porto, lakini wadau wengi wanadai kwamba huenda umri ukawa ni kikwazo kwake katika kujoin kunako club FC Porto, kwa sababu nchi za Ulaya kiwango kikubwa sio ishu sana, wanaangalia sana namba, kwa maana ya umri. Kwa kile kifaa unachokitumia kuitazama Dar Town TV, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, au sio bwana? Unaweza kusubscribe Dar Town TV ili kuendelea kukaa karibu sana na habari za kimichezo. Kwa niaba ya shikadi zangu wote, naitwa Big Boy Joe wa Dar Town TV.